Sawa lakini inapaswa umwambie, isiwe siri tena, kwa sababu yule amesha kuwa mtu mzima. Sawa lakini... Halo Zekito, habari kwema? Kabisa. E, shikamo Oh, alfani ya ndo mimi nimekuja kwako hapa, sijaokuta na mlango umefungwa. Nilikwambia uje asubuhi. Sasa hivi nimetoa kidogo hapo nyumbani. Unajua mzee Kito, mambo mambo tu mengi, vijana sakati nyingi. Sawa, haina noma, waisha kidogo, kuna sema nataka niingie. Sawa sa, sawa sawa, nakuja. Sawa, sitachelewa sana, nakuja hapa. Haya, sawa. Bwana mzee Na. wangu. Naam. Mimi nakuacha kidogo sababu huyu kijana anipigia hapa ndonga nani ndonga nani toka jana hapa kuna mezao kana tungulie pale. Si unajua hata ameshanyia sasa hivi. Haya. Eh, ni sahihi hey, kabisa. Eh, hey, hali imekuwa ngumu kidogo sababu bila kutegemea miradi yako inakuwa. Eh, kwa hiyo ndio hiyo bwana mzee wangu bwana. Basi muwaje. Sawa tuongea. Lakini zingatia. Haya Ayatat... ndio Kuzia kutuwefa. Haya ndio tatizo mzee wangu. E, ah inshallah. E. watoto matatizo makubwa sana, nikajua mimi mwenyewe kumbe hata na wenzangu pia aina shida. Aya aya bwana, taratibu bwana, taratibu bwana, pampeteleza hapa, si unajua palipo. Eh, ndio hivyo haya fa co e, kwanza kumba uko nyuma kwa hu? E, niko nyuma hu, kuna fagia sasa. Ndugu yangu mm. mimi natoka hapa, nimepigiwa simu na rafiki zangu, hapo kuna kazi inaenda kuifanya. Sawa mm. kwa hiyo kwa hiyo nachokuomba hapa ndugu yangu, umlango siwache wazi sawa sawakazi zetu si unajua ndugu yangu hapa unavyopigiwa mm. simu, nabidi niwahi kule. Sawa. Sasa, kwa sababu nataki kenda kuambia wao nilikwenda kwa sababu mvua si ndio kupo dharau. Kwa hiyo mimi ndio hivyo, mimi naondoka basi ndugu yangu. Haya. Afaka kamaani? Mhm. Baadaye nitatoka nitaenda kwa dada, maana sijaenda muda. Nikikwambia vni chagua wanaume ni bosi utoke, mimi ile dugo la milioni sabini na tano nilikokumkali wauu arobaini na tano anasema amakai huyo mtu wako atakutafuta, tanipigia simu, iioukinipigia simu utakuja kule nyumbani. Mimi nakuachia nyumba, mimi naenda zangu kama sokoni, ini mpaka mnamaliza mipango. Mimi hapa sitaki kaka, ni naondoka na wewe. Akimkaka usije kusema kwamba dada alifika. Oh, mm. Utatoka mm. Basi sawa, lakini utakapokwenda kwa dada, itabidi funguo uondoke nayo. Sababu inawezekana nawezekana mimi nikachelewa kurudi, mizunguko yangu ikawa mingi. Sawa ndugu yangu. Ah, poa dada wangu, utakuwa makini na mlango, mimi natoka. Ah, sawa. Ah, basi utanisalimia dada. Ah, poa.

Si mwanangu Vanessa huyu? asubuhi saa kumi na mbili hii anatokea wapi? na kama anatokea sehemu, mbona sikumwona kuvuka pale? naisi kama ametokea katika hii nyumba, na hii nyumba ni ya nani? Hapana, huyu itakuwa anatoka kwa mwanamume huyu, mume ndani. Ina maana kwamba nimemruhusu aende kwa mama yake, kumbe analeta upuska na mnae. Hapana, sitaweza kukubaliana na jambo hili mama. Yake ameachika ndoani sababu ya hii huu upuuzi, lakini pia leo anamridhisha na mwanawe. Hapana, bado hajaniridhisha. Sasa ngoja niende shamba, tavorudi umguuwa kwake kana twende mbali, mbali na kelele za dunia Ksmashas kuchelewa sana Rufani, tatizo nini sho wangu? Amini nikuja kwako pale tangu muda mwingi nimekaa pale, nikaona kuja nikupigie simu sijakukuta, nimekuja mapema tu pale.

Bana ili tuma mtu humo kazi ya kufyeka, kijana akachukua hela kuja ni ajaje. Rafiki yako yuko wapi yule? Ah, rafiki yangu yule bwana, yeye naye mambo mengi yule. Ah, ah, ni wauni sana. Unajua ah, wa mimi sina njaa na zangu mimi Mzee, hata kuongea sana. Ah, mimi nakwambia bwana. Angalia kijana juu huko. Mshavuta bangezeni bange zenu juu huko, mnangua ngua tu Haina shida, mbona mzee Kito, aya nilokuti nitolee hilo ndakajenge nsala ili eh. Ah, mwenye ah, nazi haana nazi zamana, unawai sana mzee Kito. Mwenye makoaanekanaayo karibu matatu hayo. Matatu wapi hizi kitu hapo chini mimi ndo juu naongea. Haya, teremka, teremka. Usisahau dafu bwana, sinajua jua joto kali sasa hivi. Poa poa, shangua. Haya. Niambie kama nazo nazi za mara nzito. Nazi zipo ila wewe tu bwana wewe. Sio kweli. Hey. Nazi hizi hajafekewa muda mwingi. Ni mimpe hela kijana kule afyeke kijana, yeye kachukua hela mpaka leo shambani huko hajatokea. Nimetafuta kwa kweli sana kukoma. Inaonekana juu nazi zipo nyingi, lakini kumbe zilikuwa bado kidogo hizi. Mzee, kitu wewe, unang'oa nazi kwa njaa? Ah, njaa. Wewe angalia nazi zote ng'oa kule. Nazi kavu kabisa. Nimekuambia mu nazi haina. Sasa wewe ukisema toka chini, mimi nakutegemea wewe, unakwenda mpaka juu na ng'oa nazi mbili? Mimi sikulipi kula hey, Kito mzee Kito, mimi nikaambiwa kwenda kuangua nazi Eh. Hey. kwenda kule bwana, minazo naoonyesha mimi sielewi. Afu nishatoka asubuhi nyumbani mm. Nikaona kwa kwa ameniambia, nikaangue nazi ninacho kikuta juu zote nazi, anataka kama makoloma kama yale, sasa kupikia tu zile. Ndo hivyo tena misije yangu niondoke

<tie> <tie> <tie> Haya, naambia salama tu za hapa. Safi, kwema kwema. Shukrani mama, vipi nyumbani? Safi. Anasemaje kakma jambo? Na hapa katoka, kaenda kwenye mishe zake. Huku mimi mwaga, naenda kwa dada, anaambia dego kabisa nafungue, naonekana tarudi usiku yangu pa kwa k nigee simu hapa igaa una bahati, yaani nilikuwa nakula maembe hapa ili niwe na nguvu ya kwenda sokoni. Ungechelewa kidogo, tusinge nikuta. Karibu kwanza maembe. Asante. Haya, naaukichukulia <tukutu> simu dada, nibebe na maji ya kunywa. <tukutu> Halo. Eh, unaongea alo? Y naongea na fa. Eh, John kwa dada. Ah. Ay. Aya, anakuja. Amekuelewa <coughs> <coughs> Ah, unaendelea kula ya maembe? Amina. Ah. Kama kwenye shimo la hisia, niko peke yangu na giza linafia. Moyo wangu unalia, unaita jina lako. Wewe ni mwanga, nyota za juu zinakutazama, usiniache.